Inawezekana video hii ni mara yako ya kwanza kuitazama, lakini video nyingi ziko upande wa YouTube. Utasearch kwa jina Nasri Salumu kwa herufi kubwa, utapata maarifa mbalimbali ya kiafya, lakini tumebezi sana kwa mama mjamzito na ambaye anaelekea kujifungua. Lakini baada ya kujifungua ni vitu gani ambavyo unapaswa anao makini, lakini tutaangalia na kwa upande wengine, kwa maana tutaangalia mama, tutaangalia kwa watu wote mambo mbalimbali ya kiafya ambayo unaweza ukajifunza kwa kupitia akaunti ya YouTube huku, nitakuwa na post video fupifupi fupi ambazo zitakuwa na maelezo mafupi mafupi ambayo mama utakuwa unajifunza, lakini jamii itakuwa najifunza namna gani ambavyo unaweza ikawa salama kipindi chote. Tutazame sababu ya tatu ambayo imeweza kupelekea mtoto akapata manjano siku chache baada ya kuzaliwa au muda mchache baada ya kuzaliwa au mtoto akazaliwa na manjano. Ikiwa sababu ya upungufu wa damu ambao mtoto atakuwa nayo inaweza ikawa hatari kubwa kutana na changamoto ya manjano. Kwa hiyo ni vyema mama kuhakikisha wakati wa ujauzito wako wote kuhakikisha kuwa na damu nyingi, lakini kama mama atakuwa amepoteza damu wakati wa kujifungua kwake inaweza ikawa sababu mojawapo mtoto kupata manjano muda mchache baada ya kuzaliwa. Nini kifanyike hapa kwa mama ni kuhakikisha ujauzito wako unakuwa salama kwa kuhakikisha damu zinakuwa nyingi zaidi, au unakuwa na damu kiwango kingi zaidi. Itakufanya pia mama usijifungue mapema zaidi, au usikutane na changamoto ambazo mtoto anaweza kuzaliwa nazo kutokana na upungufu wa damu, ikiwemo kuzaliwa na uzito ambao ni mdogo, ambao unasababishwa na mtoto kukosa nutrients au vitamini akiwa tuponi kwa mama, kutokana na uchache wa damu ambao haufikishi kiwango kingi cha hivyo nutrients Mtoto kakosa, kwa mtoto anaweza akakosa kwa mungu mtoto akazaa na uzito mdogo. Sasa kama atazaa na uzito mdogo, lakini pia ana upungufu wa damu, hii ni sababu moja wapo mtoto kupata manjano. Kwa hiyo jukumu kubwa hapo ni kuhakikisha mama anakula vyakula ambavyo vinasaidia kuongeza damu, lakini vile e, vitamini ambavyo unapewa wakati wa ujauzito wako ili kuongeza damu, basi ni vyema kuzingatia. Hata kama vinaweza kuchefu, basi tafuta muda ambao unaweza kuutumia kwa ukawa salama Wengi huwa wanapenda kutumia usiku, ili mradi visilete shida. Sasa tutaenda kujifunza zaidi huko mbele, ni madarasa mbalimbali ya kutumia huo vidonge, lakini leo tutazame upungufu wa damu ambao unaweza kuwa sababu mojawapo ya mtoto kupata manjano siku chache baada ya kuzaliwa. Mama, hakikisha unafahamu hili, lakini jamii, nafahamu hili ili, ili mradi kumlinda mtoto zidi ya changamoto manjano siku chache baada ya kuzaliwa.